Leo nataka niwaelekeze namna ya kula zilivyopatikana za kuchagua Raisi Samia Suluhu maana kuna watu wanakwambia sema, oh, tunaambiwa wengi hatukwenda kupiga kula hizo kula ni fake. Fake kiaje sasa? Hebu niambie, fake kiaje? Wakati Tanzania ina watu milioni sitini na walioshinda ni milioni thelathini na sita ndio ambao mnasema hamkwenda, ndio wale milioni mi, ishirini mi, na nne waliobaki. Sasa mimi nataka niwaambie ukweli. Sasa pale kwenye matangazo ilikuwa imeandikwa Oktoba tuna tiki, unaelewa? Oktoba tuna tiki, sio Oktoba tutatiki. Oktoba tuna tiki, yani maana yake tiki zipo, zipo tayari zishawahi kugongwa <laughs> Yena akiri.